kwa sababu hawana la kufanya tena pale kura moja moja nikawa naishuhudia naiona ikaanza hesabu kura za nani tukaanza kura za mbunge sasa kaanza nikahesabiwa zangu mie moja mbili tatu zikafika something sijui sabini na, sabini na nane, sabini na tano kwa mpaka sabi, kama hivyo hizi hapa ndo zako ngambia okay nilijua kama hamna kitu kwa yale mambo yale kwa tumeaona sasa ilo rundo ilo la CCM hilo lijilima kura zao ndo washazipanga za CCM. Wakaanza wanahesabu moja, mbili, tatu. Mmetulia sasa, lakini naona ndo nipo chini yao, sikupata hawakuweza kuniondoa tena mimi pale. Sasa na, nawambia hivi, mbona nahisi kama kura sizo, wewe unaonaje? Nikamwambia nahisi sizo, endelea endelea. Nawaambia yule pio, anamwambia afisa yake endelea endelea. Sasa nkana najiuliza, hivi ndo nimechanganyikiwa au akili yangu nasema naota au vipi? Kwa sababu ninachokiona pale tofauti, unaona hasa. Nikaambia ah, mbona hizi kura naziona si hizo. Wao wanaendelea. Mwenyezi Mungu alinipa nguvu tena, nikamnyakua ofisa karatasi ya kura nikaitizama, kuitizama hawana la kufanya, nimeisoma kwa sauti, wananisikia. Uh, mgombea nani, ile karatasi ya ugombea jimbo la Makunduchi eh na mgombea wa CCM pale Wani Hafidh Ameir ndo tiki zimetiwa za Wani Hafidh Ameir, anahesabiwa mbunge wa jimbo la Chwaka ambaye ni mwanamme. Sasa mimi kilichokuwa kinaniepa kilini mwangu nasema hivi, mbona mgombea wa jimbo langu mgombea mwenzangu ni mwanamme, mbona huyu hizi karatasi naziona mgombea ni mwanamke? Halafu kila nikichungulia mimi picha yangu sio kwa sababu ni, mimi ile karatasi nilikuwa nao mfano mwenye shajua imeka mbona sivyo? Ndiyo, ni Mwenyezi Mungu aliponipa ile nguvu ya kunyakua ile karatasi nikafuma ile aibu fedheha kashfa, unaona sasa. Nikaambia nikaambia, simama, simamisha, simamisha, hamna kuhesabu, kura zote zitolewe. Hizi sizo. Tena zimo nyingi, nimwambia nimekuoneni mnapozipanga mna na huku mshazihisabu, zipo nyingi zitoweni kauli iliyotoka pale. Mheshimiwa PO akajibu, wa namba, room number 5, akajibu "Usitushughulishe sisi, hatuna muda huo, hisabu kura, akitaka sitake atajua mwenye, unaweza kaa hesabu, huwezi toka nje. Nikamwambia haiwezekani, siwezi kuhesabu kura hizi mimi. Nikaanza kuleta complain complain pale, nasikia askari, njoo mtoe, naye anaitwa askari. Nikamwambia a, a subiri, bila shida, bila askari na tu amri mie bila shuruti, nikanyanyuka nikatoka. Natoka na kule, chumba chengine alikuwa kodiwani wangu wa wadi ya Chwaka, anakuja ananiambia, bi sister, kule nadhani hizi kura wamebadilisha, lakini kule chumba kile kule nadhani hawakuwahi kubadilisha box lote kura zako, lakini wanazipiga mikasi, wako hivyo wanaziharibu, shwa shwa shwa shwa, shwa. wanazipiga rongi kwa wagombea wengine, yani kura wanaziharibu. Akanambia twende tukatoka tukaenda kufika, wanaendelea wale ha, mnafanya nini? Wakatoa ndo kauli zao, ndo hivyo hivyo, hawana la kusema, hawana la kujibu. Yani mara hii CCM kama ndo tunacheza ule msoko, tunawaambia CCM wameupa, kama ni msokoni wao wameupa CCM mara hii. Kwa kweli Mungu amewafedhehesha, na mie naamini zile ni zile dua tulizokuwa tukiziomba Mungu atuoneshe awaonesha Mungu amesaidia zile dua, na tukaondoka pale, nikawaita wenzangu nikamwambia Rama, njo mwakilishi wangu diwani, nikamwambia njo, hawananiuliza tunafanya nini, kwa sababu wao wanaona mimi ndi ni kama mnajua ni mwenyeji pale, kwa sababu ni mara ya pili kugombea. Nikamwambia sikilizeni, hamna kitu hapa, hamna. Nikamwambia hamna uchaguzi, na hii itakuwa, na hii kote, sio hapa tu, kwa sababu tangu tunakotoka mawakala wameanza kutolewa kabla ya kuhesabu kura. Kwa hiyo hii ni kote. Kwa hiyo tunafanya nini? Nikamwambia twenzetuni jimboni. Tukatoka tukaenda zetu jimboni, tunatoka kama kawaida yao, CCM wamekaa mlangoni na sheha, wanatucheka yani. Lakini inshallah vicheko na furaha vitarudi, tutakuwa na furaha sisi, sisi ndo tutakaobeba furaha na wao ndio watakao watakaokuwa na majonzi. Ni hayo niliyoshuhudia kwa ufupi. Asante sana.